Kamati ya fedha katika kaunti ya Mombasa imeendeleza vikao vya kuchukua maoni ya wananchi kuhusu sheria ya fedha ya mwaka 2025. Katika kikao hicho kilichoandaliwa katika ukumbi wa kijamii wa Changamwe, washikadao mbalimbali wamewasilisha malalamishi yao wa kwa kamati hiyo, ikiwemo kutozwa ushuru mara mbili na vilevile kutozwa viwango vya juu vya ada Akizungumza na no wanahabari, mwenyekiti wa muungano wa wamiliki wa mabaa katika eneo la Changamwe Faith Mwende Bonfas ametaka serikali ya kaunti kuwashirikisha kamilifu wafanyabiashara hao badala ya kuwakandamiza. Hapa kulalama tu, kwa sababu wale watu sisi wenyewe tumeweka kwa viti, na ukiangalia venye nimesema pale ndani dokumenti zote, ile ililipwa 2024 uh, finance bill ya 2024 2025 na hii tunalipa next year, zote ni illegal documents. Venye nimetangulia kusema wanafaa kupitisha hiyo document 90 days after appropriation bill na ni kitu iko kwa sheria hii yao yenye wanapitisha katikati ya mwaka ni gani kama ukiangalia mwaka jana hata ilianza vita mwaka juzi sababu saa hii ile document inaweza sema ni halali na ilitumia timeline zake na ilikuwa na good public participation, the only legit document as we talk yenye inafaa kutoza wana wa Mombasa license ni ya 2023 industry. tunaomba tutumie document ambayo ni halali kisheria yenye ilikuwa 2023, Finance Act ya 2023. Katika lika section, tunaomba watumie lika act 2014 venye imeandikwa pale su tuwekea charges zenye wajuu wamezitoa wapi hivyo tu ndio tunataka. Sasa hivi wanapata 19%, wataweza kupata hata 25%. Kwa upande wake mwenyekiti wa kamati ya fedha katika bunge la kaunti ya Mombasa, mwakilishi wa wadi ya Mritini, Kibwana Swale, amesema mapendekezo hayo yatazingatiwa katika ripoti yao kwa uongozi wa serikali ya kaunti kuhusu ukusanyaji wa pesa. Nashukuru kikao cha leo, niko kizuri. Tumeona watu waka wakizungumza masaibu ambao wanapata katika katiakuzaji za ada zao, pia vilevile, wenye shule wamelalamikia aa ada kubwa ya yakuliti pesa. Pia nimeona wana mazingira, pia wameweza kuona kwamba zile chaji ambao tumeziweka zilo juu na mambo mengi letu. Kama kamati ya bunge tumekuja kusikiza maoni yao, alafu tokeleza ripoti yetu na kule ambapo tumeona kwamba kuna haja ya marekebisho tutarekebisha, na nataka niwaambie kwamba hakuna serikali ambayo imeweza kuleta maendeleo bila posh. Ali Vincent Benvin TV.